Kazi na utu, tunasonga mbele. Mimi ni Mwalimu Orina, nafundisha shule ya msingi Nyeonge, kitengo cha wanafunzi wenye mahitaji maalum, hasa idara ya wanafunzi wenye ulemavu wa akili na usonji. Nichukue nafasi hii ya pekee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo anazidi kuifanya hususani kwa hawa watu wenye mahitaji maalum. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuboresha miundombinu kwa ajili ya hawa wanafunzi, na hili limechangia jamii inayoizunguka shule yetu kuzidi kuhamasika na kuwaleta wanafunzi shuleni. Tunashukuru mama, anawapigania hawa watoto, anazidi kuwapambania watoto wetu, wanapata chakula shuleni kitu ambacho kinazidi kuchochea jamii iwalete watoto shule, lakini pia tunashukuru kwa bweni ambalo pia litazidi kuchochea jamii iwalete watoto shuleni. Lakini tunashukuru kwa walimu waliopo. Kwa kweli, mama tunampongeza sana kwa kazi nzuri. Mpaka Ndichi.